<laughs> Ndugu zangu wale ambao wanasema kwamba payment za kisasa, e, zinachagua mahali pa kujenga, ise, hapo ngoja kwanza <laughs> hapo ngoja kwanza nicheke leo. Nataka niwaonyeshe namna gani hizi payment zetu zinaweza zikajengwa mahali popote pale. Hapa tupo e, Mbagala jamani, katika site yetu ya mteja wetu ambaye ametuamini kwa ujenzi wetu wa payment za kisasa. Hapa ni garage jamani, kama mnavyoona, can you imagine, hapo magari muda wote yanaingia. Hapa ndo ujue ni namna gani hizi payment zetu zilivyo, kuna uimara wa kiasi kikubwa, zi e, zi sana mpaka nakuja kukujengea hapa. Hebu tuanze kuangalia jinsi gani kazi zetu zinavyofanyika. let's go. Ah, jamani Eneo sita ndo hili hapa, na mteja wetu bwana amechagua umbo pi. Kama ulikuwa ulifahamu umbo pi, bwana, ndo hili hapa mteja wetu amechagua. Kwa hiyo usihofu, upo katika mazingira gani, usihofu, upo katika maeneo gani, Kiboke tupo kwa ajili ya kukujengia hizi pavement za kisasa kwa ubora wa hali ya juu. Cha kufanya wewe tupigie simu tu muda wowote, tunapatikana popote pale ulipo. Kiboke Building, tunakufuata kwa ujenzi wa kisasa Tanzania. Asante, karibuni sana hapa Kiboke.